Kwengeneko, mvua inayoendelea kunyesha katika kaunti ya Mombasa imesababisha mafuriko katika mitaa mingi kaunti hiyo. Eneo bunge la Nyali li ndilo limeathirika zaidi, huko baadhi ya wanafunzi wakikosa masomo kutokana na mafuriko. Aidha, barabara za Links, Beach Road na Mto Ndia zimekuwa kero kwa madereva na magari. Francis Mtalaki anatuchorea taswira kamili. Ndiyo hali utakayokumbana nayo katika mtaa wa kifahari wa Butterfly eneo bunge la Nyali kaunti ya Mombasa, maji ya mvua yakiingia kwenye makazi na kusababisha mafuriko. It's flooded all over. You cannot access the shops unless you have gumboots. Um, children cannot go to school. Wanaoishi hapa wamelazimika kuondoa magari yao kwa hofu ya hasara zaidi huku walioko ndani wakikosa kutoka nje it's mixed with the septic tanks so it's, it's not healthy to step on there in fact any time you walk, you either have to have dettol in the house or some disinfectant or otherwise people are already getting um, tunashindwa hata kufanya biashara hapa jamani. Pili, tuna watoto wetu wanashindwa kwenda shule, wakitoka shule hatuwezi kwa afford pikipiki, pia ni riski, na wenyewe pia wakitembea na miguu wanaweza kuzama hapa, kama ni watoto wadogo imagine. Wanaotoka wamekuwa na wakati mgumu huku, hofu ya mchepuko wa magonjwa ukiwa kodolia macho, wakazi wa Butterfly wanailaumu serikali ya kaunti kuruhusu ujenzi wa majumba ya kisasa katika barabara ya Links, ambayo magari pia yamekuwa yakipata wakati mgumu, mengine kulazimika kutumia barabara mbadala ili kuepuka magari kuharibika. Mimi gari yangu imevunjika mpaka saa iko kwa garaji, imeingia kwa shimo. Nimeona gari ya tourism imevunjika. Links Road, kuna national government. Links Road inafaa yangaliwe. 247 the national government p county government ni lazima waangalie the environment ar drainage anywhere there is proper planning the engineers should see what they are approving and how they'll deal with the problem so i'm sure we have qualified engineers who can come up with a solution because so many buildings are being approved so they should come up with a permanent uh, drainage solution for this place and it's not it's not only this year it's been i think ongoing for three years now katika barabara ya Beach Road, wafanya biashara wahudumu wa boda boda na magari wanataabika Shule hii imekuwa na changamoto kwa wanafunzi kufika shuleni kwa mwezi mmoja sasa. Wakati kama huu, pikipiki zetu hizi rahisi kuharibika, pia ajali rahisi kupatikana, kwa sababu unapopitia barabara kama hii huwezi jua shimo liko pande gani. Tuangalie hata kama ni kuweza kutafuta funds kutoka nje, drainage system ya Mombasa nzima iweze kutengenezwa vizuri. Wakazi wa Mombasa wanaitaka serikali kaunti pamoja na ile ya kitaifa kujukumika na kutatua swala hili. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.